Baada ya vita vya pili vya dunia nimesoma kwamba kulikuwa na zaidi ya Wafaransa 200 waliorejea Paris na wote walikuwa wanakumbwa na kupoteza kumbukumbu -kumbu. Walikuwa wafungwa wa vita na walikuwa wamepitia mateso makali sana ya njaa na mateso hadi wakapoteza kumbukumbu -kumbu zao. Basi katika hali nyingi utambulisho wao ulithibitishwa haraka kupitia rekodi za Msalaba Mwekundu kwa msaada wa wafungwa wenzao wa vita lakini baada ya juhudi zote kuisha, kulikuwa na takriban askari thelathini na mbili ambao bado hawajatambulika. Madaktari waliokuwa wanawatibu hawa wanaume walijua kwamba nafasi yao ya kupona isingekuwa rahisi kabisa isipokuwa wangeunganishwa tena na marafiki na familia zao. Hivyo wakaamua kuchapisha picha za wanaume hao kwenye ukurasa wa mbele wa magazeti kote nchini. Kisha wakatangaza tarehe ambayo mtu yeyote mwenye taarifa zozote kuhusu wao, basi anapaswa kufika kwenye ukumbi wa opera huko Paris. Basi siku hiyo maalum, umati mkubwa ulikusanyika ndani ya ukumbi wa opera. Ilikuwa hakuna nafasi ya kukaa, watu walisimama tu. Kisha kwa namna ya kusisimua, askari wa kwanza alitembea hadi jukwani, akasimama kwenye mwanga mkali, akageuka taratibu hadi akazunguka kabisa, ili kila mtu aweze kumwona vizuri kisha mbele ya hadhira iliyonyamaza kimya akauliza kama alivyoelekezwa, je, kuna mtu anayenijua mimi ni nani? Unaweza kufikiria swali la huzuni na uchungu kiasi gani hilo. Je, kuna mtu yeyote pale nje anayejua mimi ni nani? Habari njema ni kwamba siku hiyo wanaume wote hao waliunganishwa tena na familia zao. Ushawahi kufikiria kwamba watu siku hizi wanakimbizana wakijaribu kujibu swali hilo hilo: je, kuna mtu anayenijua mimi ni nani? Je, kuna mtu anayejua mahali ninapostahili kuwa kweli? Basi, kama wewe ni Mkristo, Injili imeshajibu swali hilo kwako. Ulikuwa mwenye dhambi, umetengwa na Mungu aliyekuumba na aliyekupenda kiasi cha kumtuma mwanawe afe kwa ajili yako ili uokolewe, na sasa kwa imani katika Kristo peke yake, wewe ni Mkristo. Yaani wewe ni mshiriki wa familia ya Mungu hiyo hiyo. Ndio wewe ulivyo. Wewe ni wa kwake. Shida ni kwamba bado tunapambana na aina hii ya kipekee kile ningependa kukiita kusahau kiroho. Ni kama vile tunazidi kusahau kwamba sisi ni wa kwake, na Bwana yuko karibu kushughulikia swala hilo hapa katika injili ya Luka, sasa sura ya 22. Yesu yuko pamoja na wanafunzi wake katika chumba cha juu anaadhimisha Pasaka pamoja nao, na baada ya masaa machache atasalibiwa. Kifo chake cha kuchukua nafasi yetu ili kulipia dhambi za dunia ni jambo kuu, ni la lazima kabisa kwa wokovu wetu. Kwa kweli bila kifo cha Kristo na ufufuo wake wa mwili imani ya Kikristo haina maana kabisa. Kwa hiyo umuhimu wa kifo cha Yesu msalabani unaonekana wazi. Shida ni kwamba na tunaona hapa, tunajikuta tumeshikwa na pilika pilika za maisha na shughuli nyingi za huduma kwamba yale mambo yote yanayotusumbua yanaweza kuchukua mawazo yetu, yanaweza kutumia muda wetu, na matokeo yake tunasahau sisi ni nani na tunamuhusu nani. Kwa njia Yesu anajua hilo, hivyo bwana hapa anatupatia mfano mzuri wa neema yake. Anawatambulisha wanafunzi wake agizo hili la dhamani tunaloliita meza ya Bwana au ushirika. Agizo hili limekusudiwa kutusaidia kumkumbuka yeye na kukumbuka kwamba sisi ni wa kwake. Sasa hapa katika sura ya ishirini na mbili kwenye injili ya Luka tunasoma kwenye mstari wa kumi na nne: Ilipofika saa, aliketi mezani na mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kula pasaka hii pamoja nanyi kabla sijateseka. Kwa maana nawaambia sitaikula tena mpaka itakapotimia katika ufalme wa Mungu. Bwana anawafahamisha wanafunzi wake hapa kwamba hii ndiyo pasaka ya mwisho atakayosherehekea pamoja nao hadi atakapoweka ufalme wake duniani baada ya kipindi cha dhiki, atakaporudi. Kila kitu ambacho pasaka ilielekeza, yaani mwanakondoo wa sadaka ambaye angewakomboa watu kutoka dhambini na kutawala kwa ushindi, basi atakapokuja na ufalme wake, yote yatatimia kikamilifu na kabisa. Lakini Yesu anaingiza jambo jipya hapa, jambo ambalo halikuwemo katika pasaka ya kiyahudi ya jadi. Luka anaandika hivi kwa ajili yetu hapa kwenye mstari wa kumi na tisa: akatoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akisema, kikombe hiki kinachomwagika kwa ajili yenu ni agano jipya katika damu yangu. Unaona, Yesu anaweka wazi kabisa, au anaingiza alama hapa. Mkate ni ishara ya mwili wake, kikombe kinawakilisha damu yake iliyomwagika. Sasa ni muhimu kuelewa kwamba mkate huu si mwili wake halisi na kilichomo kwenye kikombe hicho si damu yake ya kimwili. Nataka kusisitiza hili kwa sababu unajua kumekuwa na mkanganyiko mwingi, kumekuwa na mambo mengi ya kiroho yasiyoeleweka kuhusu meza ya Bwana kwa karne nyingi. Kwa kweli, hadi leo Kanisa Katoliki la Roma linafundisha kwamba mikononi mwa kuhani vile vitu vinageuka kuwa mwili na damu ya Yesu. Ekaristi basi inakuwa ni kurudia kusulubiwa kwa Yesu. Yesu anasulubiwa, anakufa tena na tena mara kwa mara. Sasa ngoja ni kuambie, hili linafanya kifo cha Kristo kisiwe na ufanisi wowote kuliko sadaka za agano la kale ambazo zililazimika kurudiwa mara kwa mara. Pia inakanusha ukweli wa vifungu katika agano jipya kama Waibrania saa kumi na madakika kumi na mbili ambavyo vinatuambia kwamba kifo cha Yesu kilikuwa sadaka moja ya mara moja na ya milele. Kwa maneno mengine, kifo chake kwa ajili ya dhambi zetu sasa miaka elfu mbili iliyopita kinatosha milele kulipia dhambi zetu milele, na kwa njia huhitaji kuhani ili akupatie Yesu. Unampata Yesu mara moja na milele unapomwomba mwenyewe awe mwokozi wako. Unaona, kula na kunywa ni sehemu ya alama za Pasaka familia ilikula yule mwanakondoo wa sadaka. Yesu ndiye mwanakondoo wa mwisho wa sadaka. Hivyo basi, wazo la kula na kunywa Yesu ni ishara kwamba umemkubali ndani ya nafsi yako, ndani ya uwepo wako, ndani ya moyo wako, ambao ndio kini cha wewe ni nani. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu. Na wapendwa, hauwi mtoto wa Mungu kila unaposhiriki meza ya Bwana. Kama vile Yesu alisulubiwa mara moja tu kwa wote, wewe pia umeokolewa mara moja tu kwa wote. Ushiriki meza hii ili kuwa Mkristo tena na tena. Ni jambo unalofanya kwa sababu tayari wewe ni Mkristo. Kwa kweli hii ni kwa ajili ya Wakristo pekee. Unaweza kugundua kwamba Yesu alisubiri mpaka Yuda atoke kwenye chumba hiki, hiki chumba cha juu kabla ya kuanzisha agizo hili maalum la meza ya Bwana. Hivyo Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake hapa, sikilizeni. Baada ya mimi kuondoka, nataka mwanze desturi mpya. Chukueni mkate wa kawaida na divai, mshiriki kama ishara ya kukumbuka mwili wangu na kumwagika kwa damu yangu, na hili lifanyike kwa kunikumbuka mimi. Hivyo hadi leo tunafanya nini tunaposhiriki meza ya Bwana? Tunamkumbuka yeye, tunakumbuka alichotufanyia, na tunakumbuka kwamba yeye ni mwokozi wetu na sisi ni mali yake. Sasa Yesu pia anawaambia wanafunzi wake kwamba meza hii si ya ukumbusho tu, bali pia ni meza ya matarajio. Tazama, anawaambia hapa katika mstari wa kumi na nane, kwa maana anawaambia kwamba tangu sasa sitakunywa tena uzao wa mzabibu mpaka ufalme wa Mungu utakapokuja. Kwa njia, je, umeona Yesu anaita hiki tunda la mzabibu, siyo damu yangu? Anasema, sitakunywa tena tunda hili la mzabibu kama vile nini? Wanafunzi mtakavyokuwa mnafanya kwa miaka elfu mbili ijayo. Sitakunywa tena mpaka ufalme wangu utakapokuja. Hivyo tunapokuja kwenye meza hii, hatukumbuki tu kile Yesu alichofanya zamani, bali pia tunakumbuka kile Yesu atakachofanya siku za usoni anarudi kuja kuanzisha ufalme wake. Wapendwa, tatizo letu kubwa tunapoishi duniani si kwamba tutakana uungu wa Kristo au kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Waumini hawawezi kuwa na shaka na hilo. Hizo ni kweli za msingi za Injili. Tatizo letu ni kwamba tunasahau kile Yesu alichofanya na tunasahau kwamba anarudi na kile atakachofanya siku za usoni. Tunasahau kwamba sisi ni wakwake tunapoingia kwenye darasa lile au kwenye chumba cha mikutano au kwenye chumba cha kubadilishia nguo au kwenye chumba cha bweni. Tunafanya maamuzi kana kwamba hayupo pamoja nasi ndani ya chumba, kana kwamba sisi si wa familia yake. Yesu anasema hapa, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Kwa njia, neno la Kigiriki hapa kwa ajili ya kumbukumbu ni anamnesis umbo la kinyume la neno hilo ndilo linatupatia neno letu amnesia, kutokukumbuka. Hivyo Yesu anasema kushiriki meza ya Bwana kunatusaidia kushinda hali yetu ya kusahau. Wapendwa, kila unaposhiriki meza ya Bwana, unashiriki katika mchakato wa kuzuia kusahau kiroho. Unakumbuka tena na tena wewe ni nani: mwenye dhambi uliokolewa kwa neema.